Hakuna lisilowezekana mbele ya Allah tabaraka wataala, isipokuwa wewe ni kutoa juhudi na kumtegemea yeye Allah tabaraka wataala. Mtegemee Allah tabaraka wataala, usijifanye wewe ndiye muweza. Hapana, wewe huna hunachoweza, lakini Allah akufundisha udhaifu wako kwa binti kijana wa kike Maryam. Hebu sawirisha kwenye akili yako, weka imagination hii, mtoto wa kike amepata mimba tena hata hajakutana na mwanaume, hajapambana hata hizo nguvu za kiume hajaziona. Mimba inkuja tukiraharaha tu, upepo umeingia shwa, ana mimba, hajapata tabu. Yote amefika siku, uzito wa mimba ile na tabu zake, kama msichana aishi peke yake, hana hata wa kuongea naye, ametoka kabisa mjini. Imefika siku ataka kujifungua, maumivu anayohisi, mtoto huyo wa kike, binti mdo umri mdogo hajakuwa katika hali haja, hana njia ya kujifungua kabisa, leo uko kwenye maumivu haya mpaka mwenyewe asema, ya laitani mitu kabla hadha wa kuntu nasiyan mansia. mm -hmm. si maumivu ya kuumwa tu, maumivu ya watu wake kumtia aibu, kwa sababu kule ajulikana amelelewa nyumba tukufu, nyumba ya mitume ya Zakaria leo arudi mjini na mtoto bila ya kuolewa kutakalika. Haya ni maumivu makubwa ya kihisia kuliko yale maumivu ya, ya, ya, ya kimaana, kuliko yale maumivu ya kihisia. Lakini pamoja na hivyo Allah amwambia na maumivu yako hayo wahuzi ilaiki bijidhi nakhlati tikisa, mtende nguvu gani huyo atikisa, lakini ni ishara kufundishwa wewe, maisha, toa juhudi wewe. Ni daktari, kila leo kuna kitabu kipya kimeshushwa kwenye intaneti ambacho wewe ukikisoma, ona hapa, ndio mimi sasa nimejua kutibu ugonjwa. Kila mtu anayetaka kuwa mzuri lazima atoe nini? Juhudi, kama Maryam, mtoto wa kike mdogo Amebeba uchungu wa maumivu, amebeba uchungu wa aibu atakaopewa na watu wake, na Allah amwambia tingisa mtende. Lazima watu wote watingise maisha yao ili wapate matunda.